Roho Mtakatifu no, shuka sasa watu hawa wageni na wenyeji mtakatifu katika waliokimbilia shuhuda hizi. Uweza wako na mamlaka upate kufunika. Mbingu iyo wazi kila macho Baba imewapa kwa uzima kwa ushuhuda na ishara.

Nimesharudi na nimesha kuwa na nguvu ya kuweza kusimama. Mama, kwa jina naitwa nani? Kwa jina naitwa Scovia. Anaitwa Scovia. Kutokea wapi? Kutokea Mstaba. Mstaba. Ehe. Ulikuwa ulikuwa nje, liota na ugonjwa nilikuwa siku ya siku ya Jumamosi nikaishiwa nguvu. Nilikuwa nimeshamaliza kama siku tano nyumbani, siku ya Jumamosi nikaishiwa nguvu. Lakini kwa kuishiwa nguvu nyumbani, watu walikuwepo, watoto walikuwepo, lakini muda si mrefu walipotawanyika, wakaenda kwenye shughuli zao. Mimi nikazidiwa. Nilipotoka nje halafu nakurudi kwa kweli, na mtoto akafanya haraka haraka. Nilipofika ndani ya nyumba nikajisikia joto ikawa nyingi, nikatoa blouse nikaiweka chini hapo hapo. Mtoto akaja muda huo, alipokuja nimeweka beseni, alipoweka beseni hapo alipo, mimi fahamu zikapotea hivi, sikujua kinachoendelea muda huo. Nilipokuja kuzunguka hivyo nikakuta nimeshajtapitia ni hali yangu ijua mbaya basi watoto wakaenda wakaita washirika wangu, wakaja wakaniombea, mja huo nikarudisha pana, lakini hali ikaendelea kuwa mbaya. Hali ilipoendelea kuwa mbaya, wakaendelea kuomba, wakaendelea kuomba, wakapigia ndugu zangu, wakaambia njoo mwangalie. Alipokuja akasema, mimi nilikuwa naenda kanisani, ngoja pende wote okay. basi mimi nilikuwa na tetesi za kwamba wataniombea, nitafanya nini, nitapona. Lakini muda ya kwenda kujiandaa kuoga, ili nijisafishe, ili niweze kurudi katika hali ya kawaida, hali ikawa ngumu zaidi, wakanileta kwa kweli. Hapo mimi nilikuwa sina ufahamu, hapo nilikuwa sina nguvu za kuweza kujitengeneza jiwezesha walikuwa wananitengeneza, walikuwa wanani- wananifanya wan, kama wanavyotaka, kwa sababu mimi si nilikuwa sina ufahamu wote, nilikuwa nimeshazidiwa. Basi hapo ndipo wanileta huku, nilikuja kuzinduka nikasikia niko nipu hapa. alafu kwa kweli, Mungu namshukuru, kwa sababu ni yeye aliyenipa uzima, ni yeye aliyenipa na aliyenipa nguvu na muda huu kwa kweli nilikuwa sitembei, walikuwa wananishikilia, sijui nilikuwa kama mgore, sijui ilikuwa nini, sijui wala sijitambui. Lakini muda huu kwa kweli namshukuru Mungu kwa sababu natembea, najiamsha mwenyewe, najisimamisha. Kwa kweli, Mungu namshukuru, namshukuru Mungu na mun Sikopia. Kwa nilikuwa nusu hey, ya kufa kwa sababu nilishajua kwamba nakufa, sina uamu tena, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ameweza kunilinda, ameweza kunitengeneza, ameweza kunisafisha na nikaweza kuwepo muda nilizosimama kwa kweli nilikuwa sijui kama nisingerudi nisinge tena kusimama. Nilikuwa sijui, lakini kwa uwezo wa Mungu nimeweza kurudi tena nikasimama na nikasema. Nilikuwa sina uwezo wa kusema, lakini mda hii nasema. Kwa kweli namshukuru Mungu, nasema asante. Kwa kweli Mungu sina cha kumlipa. Natembea mwenyewe, nilikuja sina nguvu za kutembea kwa kweli, na kuninyanyua alikuwa ananinyanyua. Nilikuwa siwezi nikasimama peke yangu. Hebu sasa tembea, pita hapa tuone, zunguka, kwa kukimbia ukimbia tuone, okay. Mimi nilikuwa sijiwezi mimi nilikuwa siwezi chochote, lakini Mungu namshukuru kwa yote aliyonitendea kwa kweli. Mungu sina cha kumlipa ila, Mungu naomba, nimeleta hapa aka kakuku ka shukrani kwa kweli, na mchungaji atakula yai kidogo. Amen Mungu.